Tufanye hii master class ili kuongezeana ujuzi. Kuongezeana ujuzi kwa sababu sekta yetu inakuwa. Wangapi ambao mmeona sasa hivi kwamba kila ukigeuka unakutana kuna event company mpya imefunguliwa? Wengi eh, kila siku kuna event company mpya inafunguliwa kwa sababu watu wameona kwamba kuna biashara katika ile eneo, na sisi Tanzania tumechelewa. Ukienda nje ya Afrika sekta ya events ni sekta ambayo inaingiza bilioni za dola. Ukija Afrika tuko kwenye billions za dola lakini bilioni chache sana. Duniani wanasema hii ambayo ni sana sana watu wanaita business tourism, kwa sababu events sisi ni sehemu ya ni sehemu ya utalii, lakini utalii wetu zaidi huko kwenye upande wa biashara. Na anasema hivyo kwa sababu gani? Ukiangalia mikutano mingi tunaofanya, makongamano mengi tunofanya, tunofanya, mengi tunaofanya, mawarsha tunaofanya mengi, yanaleta watu kutoka hata nje ya Tanzania na sipoleta watu nje kutoka nje ya Tanzania, yatahusisha pia makampuni yanayotoka nje ya Tanzania. Kwao tukiachukulia mfano tu kazi yenu kubwa iliyopita, watu wangapi walikuja kutoka nje ya Tanzania? Zaidi ya mia tano si ndio? Makampuni mangapi yalituhusishwa ambayo yanatoka nje ya Tanzania? Mengi sana. Je, ni dola kiasi gani ziliingia Tanzania kwa sababu tu ya ile event? na ni kazi ngapi zilipatikana, zilitumika? Tunavyoenda utakuta kuna sekta mbalimbali mbali, kuna se segment mbalimbali mbali, zote zitaanza kuja kuwa connected na sekta ya events. Angalieni mitaa karibu pale na JNICC, yote tuliona kule vi pavement ambavyo vilikuwa vijawekwa vile viblocks vi vilikamilika, barabara ambazo zilikuwa mbovu zilitengenezwa, kwa sababu sekta yetu inakuwa, na ni sekta ambayo inaifungua nchi kuonyesha hii ni nchi ya namna gani, wanaishi vipi watu wake wakoje, wana tamaduni gani? Kwa hiyo kila serikali inajitahidi kuonyesha ukubwa wake ili kuvutia mikutano mingi kutoka nje ya nchi.